Wakati mwingine matukio yanatukabili maanisha mamangu mimi, na tunasukumwa kwenye njia ya ugunduzi. Lazima tujifunze kuishi upya. Una shida pesa, sio? Unaweza kufanya kazi. Lazima tuchague marafiki zetu na lazima kujua maadui wetu. Wataendelea kupigwa kila <laughs> siku katika maisha yao. Unafikiri maskini hawana pesa? Maskini wana pesa nyingi sana. Tutambue nani wa kumkumbatia. Siko kwa ndani. Nimekufahamu tangu ukiwa mtoto mdogo mwanangu. Nisaidie mwanangu, utanifanya mi nipoteze kibarua changu. Nitafanya nini mimi sasa? Nimekulea na mama yako Mashoto, unathubutu kunifanyia hivi Mashoto? Tutambue nani wa kupambana naye Lini kucheka, lini kupenda. Tunalazimika kujitambua upya.